Twende Zanzibar eh, ambapo mwenzetu Ramadhani Ngoda ambaye pia alitangaza mechi ya, ya Simba na Yanga si ndio eh? Umepongezwa Ngoda eh, ukutokea huko Zanzibar huko Zanzibar tena katika fainali ya CRDB ah, niseme tu eh, watu wa kurasa hapa wanakukaribisha na wamekupongeza lakini kulikuwa kuna mijadala kibao ambayo imeibuka hapa kuhusiana na na mwamuzi tuzo, unajua tunaelekea pia kwenye tuzo eh. Mwamuzi mwamuzi yule, wewe ulikopo mtangazaji, kidogo tu kwa sekunde, ulionaje? kuna maen, tumejifunza kitu ama ama ndo vile vile tu Philip pamoja na paneli yote ya kurasa za mwisho wanasema, siku zote msiba unaanza na wafiwa, alafu wanafata waombolezaji. Kwa hiyo kila jambo huwa linaanza na wale wahusika wenyewe. Cha kushukuru na cha kufurahisha ni kwamba wahusika wenyewe kwa maana ya waamuzi wetu e, wamejitokeza kukiri kwamba wamechukua darasa kubwa sana kutoka kwenye officiating ya mechi ile, namna ambavyo mechi ile ilichezeshwa na waamuzi wale kutoka Misri. Sasa hakuna budi hata sisi waombolezaji au sisi washereheshaji eh, kuungana nao na kuamini kwamba kuna jambo kubwa sana ambalo eh, tumechukua. Kuna jambo kubwa sana ambalo eh, limetoka kama darasa katika mchezo ule ambao ulichezeshwa na waamuzi hao kutoka Misri, kwa hiyo hakuna mgeni ambaye anakuja mwenyeji hatapona. Kwa hiyo amekuja mgeni, wenyeji tumepona na tumechukua kitu kikubwa, na naamini kabisa itakuwa ni eh, sehemu ya kuweza kuboresha ligi yetu katika upande wa uamuzi. Misemo yako hiyo ambayo, me, inaona kama watu hawajafarijika na hiyo misemo yako imekuwa kama ya maumivu hem, tupe nini ambacho kinaendelea Zanzibar? Eh, kwa wakati huu wa ambapo tunajiandaa na fainali ya CRDB Yanga Singida Big Star. Yes, hakuna kingine chochote ambacho kinazungumzwa. Hakuna kingine chochote ambacho eh, ni topic hivi sasa zaidi ya fainali hiyo ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Ndio gumzo, ndio kitu ambacho kimetawala hivi sasa katika visiwa hivi vya Zanzibar na tayari wale watu ambao wanapenda kuja mapema katika eneo la tukio wameshaanza kusogea, wameshaanza kufika katika visiwa hivi, na tayari wameshaanza kutengeneza mazingira ya kuelekea kwenye mchezo huo. Ukumbuke kwamba mchezo unachezwa kesho, na kuna watu ambao wameingia jana, pamoja na timu eh, Singida Black Stars walifika hapa mapema. Young Africans nao pia waliingia kwa ndege mapema jana jioni na wakafanya mazoezi yao eh, ya mwisho ya mazoezi yao ya kwanza baada ya kuwasili hapa katika viwanja vya Amani Koyo, kwa hiyo niseme kwamba uh, kila kitu kipo sawa na mashabik wana shauku kubwa ya kuona je, yeah, Young Africans wataendeleza umwamba na ubabe mbele ya Singida Black Stars au itakuwa kama alivyosema uh, David Ouma na Gadel Michael kwamba wamechoshwa na huu uteja, wamechoshwa uh, na haya maneno ya kwamba kila wakikutana na Yanga wao wamekuwa mteremko, wamekuwa hawacheze kwa kiwango kikubwa, ni maneno ambayo yamewachosha sana. Sasa wanaamini siku pekee ya kuonesha kwamba wao kwa ni Singida Black Stars wana timu ambayo ina quality ni siku ya kesho Jumapili, katika uwanja wa Amani pale kwenda kuliwania taji la kombe la shirikisho la CRDB. Si, Ngoda, wakati unazungumzia kwamba hawataki uteja, niseme hivyo, si sindio eh? Singida hawataki uteja hmm. Kushoto kwako huko upande wa kushoto kwako amekaa Charles Abel eh. Akawa anacheka ndio. Sasa sijui Charles ana maana gani Charles, unawezekana una swali yako ni aswali mimi nilichofurahisha, unajua kusema ni jambo moja, usema ni jambo, ah, ni jambo usema? Lingine. Usema? Yani kuzungumza yani na, kuonesha matamanio ni jambo moja, na kuyakitimiza ku, ku, matamanio yako ni jambo lingine, na hayo Nus... matamanio yanatimizwa kama una watu ye. Ngoda anavyoiona Singida yeye kwa mtazamo wake, hicho ambacho wanakisema kwamba amechoka uteja kwa jinsi timu yao ilivyo, na ukiangalia ile Yanga wanaweza kuku, kuku, kutimiza hilo ta, tamanio lao. Uh, hakuna kitu ambacho Singida wanakosa in terms of wachezaji yani watendaji wa hicho ambacho wanakidhamiria, hakuna ambacho wanakosa, wana kila aina ya quality waliokuwa nayo uwanjani. Na kama itatokea labda eh, watakuwa eh, better na Young Africans kwa vyovyote vile uwanjani pengine itakuwa ni mbinu za benchi la ufundi zimekwenda kuamua hivyo, ama makosa ama moja moja, ambavyo, kutuota ya mchezaji mmoja kama ambavyo siku zote imekuwa ikitokea. Lakini ukizungumzia ubora wa wachezaji, ubora wa kikosi katika ligi yetu hii ya NBC ama katika mpira wetu wa Tanzania kwa sasa, miongoni mwa timu ambazo zina quality players ni Singida Black Stars. Hakuna mtu ambaye afahamu ubora aliokuwa nao eh, kwa mekeyeke. Hakuna mtu ambaye afahamu eh, ubora eh, waliokuwa nao washambuliaji wa, wa Singida Black Stars hakuna mtu ambaye hajui ubora wa Jonathan Soa. Ni kikosi ambacho kina quality kubwa sana, Charles. Na na naamini kabisa kwamba kama watakuwa serious na mipango mizuri kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu ujao, huenda ikawa ni miongoni mwa timu za Tanzania ambazo zitapeperusha vema bendera ya nchi. Na kuzungumzia mchezo wa Jumapili, Singida wana kila sababu ya kwenda kufanya kitu bora dhidi ya Young Africans, na wana kila sababu ya kutupa mechi bora, kwa sababu Young Africans wana wachezaji ambao wana quality na Singida Black Stars wana wachezaji ambao wana quality, wamesha cheza timu kubwa sana barani Afrika, wamecheza mashindano makubwa sana, e, barani Afrika ikiwemo mashindano ya CAF ngazi ya club. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba e, watakwenda kutupa mechi nzuri sana, wana national team players wa kutosha. E, kwa hiyo ni mechi bora ambayo inakwenda kutokea siku ya Jumapili. Sasa unaposema kwamba kusema ni jambo la kwanza na kutenda ni jambo la pili, kuna wakati unaweza ukatenda bila kusema, lakini kuna kipindi ambacho unaweza ukasema alafu utakachokifanya kinakwenda kuakisi kile ambacho umekizungumza. Sasa cha kufanya sisi kwetu ni kusubiri kuona kwamba kitu atakachokwenda kukifanya kesho Singida Black Stars, je, yeah, kita reflect, kile ambacho ametuambia eh, kabla hapo au amekuwa akituambia siku zote wanapokwenda katika mechi dhidi ya Young Africans, kwa ni kitendo kile ambacho kitakwenda kuteguliwa katika dakika 90 au zaidi kwenye mechi ya kesho. Okay, tuhitimishe labda kwa maoni yako tu, najua wewe pia ni mchambuzi mchambuzi wa pembeni eh, sio mchambuzi wa moja kwa moja wa pembeni eh? Sasa mchambuzi wa pembeni wa kando <laughs> eh, mchambuzi wa kando. Uh, thamani ya ligi imeonekana eh? Kwamba kwamba kuna Yanga bingwa namba moja, tunabishana hu kweli? sasa hivi Yanga bingwa namba moja, Simba namba mbili mbi. Tunabishana au uongo? Kweli. a Azam namba tatu? uongo? <laughs> Ndio. kweli <laughs> Singida namba nne. Sawa. Thamani ya ligi, Ngoda, wewe unaionaje msimu umemalizika na sasa hivi tunakwenda kwenye mechi ya fainali. Thamani ya ligi katika mpira wa Tanzania umeionaje katika msimu huu? Uh, kwangu mimi uh, moja kati ya vitu vinavyoongeza thamani katika ligi ya nchi yoyote ile ama mpira wa nchi yoyote ile ni ushindani na kitu ambacho eh, napenda kukiita unpredictability, yani kutotabirika kwa vitu, yani unakwenda katika msimu, lakini hauwezi kubashiri moja kwa moja kwamba kitu fulani kitakwenda kuwa hivi ama ile top four itakwenda kuwa hivi au gap kati ya timu fulani na timu fulani itakwenda kuwa hivi au mechi ya timu fulani na timu fulani itakwenda kuwa na matokeo ya namna hii. Kwa hiyo, kutotabirika kwa mechi, kutotabirika kwa jinsi msimu utakavyokuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaonyesha ushindani mkubwa, na ndio hata ligi ambazo tunazizungumza za huko barani Ulaya na kwingineko tunazizungumza kwamba zina ladha, zina uzuri ni zile ambazo zimekuwa zina ushindani. Kwa hiyo eh, ligi yetu imeongezeka thamani kwa kiasi kikubwa eh, kwenda katika mechi ya mwisho kabisa ya msimu kwenda kuwa na grand finale kwenye mm, ligi bila kuwa na bingwa, kwenda kuwa na mechi ya mwisho ambayo inakwenda kuamua bingwa ni moja kati ya vitu ambavyo hata mataifa mengine ambayo yanaangalia ligi yetu yamesema eh, yes. Pale kuna ushindani mkubwa katika ligi na naamini thamani yetu imeongezeka kwa kiasi kikubwa mm, lakini ukija kuangalia vitu ambavyo vinaipa thamani eh, ligi yetu mbali na uwekezaji ambao timu e, wamekuwa wakifanya kwa kusajili wachezaji quality na makocha bora, lakini pia huwezi kuweka pembeni mchango wa Azam TV katika kuhakikisha kwamba huu ubora unaoonekana basi unaonekana katika maeneo mengi ya dunia, maeneo mengi ya bara la Afrika, na ni ligi ambayo kusema kweli tumeizungumza sana kwamba ndio ligi pekee ambayo mechi zake zote zote kwa timu zote e, kumi na sita mubashara bila kujali ngapi zinachezwa kwa muda mmoja, ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni gumzo sana. Sisi tunapata, ku, tunapata kuwepo kwenye platform za waandishi eh, barani Afrika ambao wanazungumza michezo kwa maana ya sports journalists wa bara hili la Afrika wengi wamekuwa wakizungumza na kusifia kitu hicho kwamba inakuwaje, ligi yenu inaonekana e, katika mechi zake zote kwa msimu mzima? Ni jambo ambalo limekuwa linawashangaza sana. Hivyo katika watu ambao wanatakiwa kuogelea katika bwawa hili la sifa basi ni Azam TV kwa kile ambacho tumekuwa tukikifanya katika kuboresha na kuipa thamani ligi yetu. Asante sana Nasuari, na swali ambalo naondoka nalo ni mambo na producer, nisiendelee maana utajibu sana lakini nitaongea na nkini hapa na na nani Uh, labda unaweza ukabaki hewani kama utacheka, sisi tutashukuru kama tutajua umejibu. Watu wengi kwenye mitandao kwa nini Zanzibar tukicheza kule mechi zao saa kumi na robo saa moja na robo saa mbili Hii mechi ya kesho ni saa mbili na robo siku, siku, saa mbili na robo usiku. Kwa hiyo tutazidi kufahamu ah, baada ya ibada eh, ni baada ya ibada, kushamaliza ibada hapo ndo ibada, afu ndio, na kwa hivyo mara nyingi sana mechi itachezwa saa mbili mm, na robo juu ya alama, ila nategemea Ngoda kutoka Zanzibar aje na viatu vipya vya mpira vile vya yani, aje na viatu vipya kule Zanzibar, anunue viatu vipya, viatu saa hivi ana amecheka posti picha penja ile miguu ya Ngoda imekaa hivi, kwani anavaa anavaa napa ngapi? mitampa Eh, kama kikosa mitampa imekaa <laughs> hivi. Mimi nikaenda mimi nikasema mi, mi, hii picha Ngoda, niende kwenye message za watu na nikamwambia Ngoda, ndo maana cheka. Nikamwambia Ngoda pale umeambiwa sasa, pale kulia wapi na kushoto wapi? <laughs> <laughs> nilimwambia pale kumbe kugundua kumbe kipindi kile nikaja kugundua kwa unajitafuta. Sasa hivi miguu imekaa sawa, amejipata. <laughs> <laughs> <Hame jipata. laughs> <laughs> mchambuzi <watende. laughs> wa kando, asante sana, asante sana mchambuzi wa kando. Tunaamini kesho tutakuwa na fainali nzuri kabisa, ambayo itatuweka katika kumaliza rasmi na kuingia katika off season, si ndio? Asante sana Ngoda, asalamu